Wastani wa maisha ya Mtanzania na Waafrika wengi, hata wale waliosoma au wanaojiweza kiuchumi, ni miaka 40 mpaka 50 tu. Kati ya sababu kuu zinazopunguza uhai wetu ni afya, unene na kutojua kujiangalia vyema. Zifuatazo ni njia kumi za kusaidia kupunguza unene. Jambo la kwanza ni ulaji. Ipo mifumo miwili ya kula chakula unachokula na namna unavyokila. Ulaji mdogo mdogo husaidia afya na kuingia mwilini vyema kuliko ulaji mkubwa wa mara chache. Tumbo lina misuli inayofanya kazi kama mashine au mnyama. Ulaji mdogo mdogo unaosambazwa mara kadhaa kwa siku ni bora, maana mwili unachambua kila kitu kwa wepesi na haraka. Wapo wanaodai kwamba wanakula matunda na mboga. Tatizo ni kwamba mipangilio yao huwa ya makosa. Wengi hula matunda baada ya chakula. Sasa enzyme tumboni hufanya kazi namna tofauti tofauti. Vile vinavyonyambua matunda ni tofauti na vimeng'enya vitu vigumu kama nyama au wanga. Matunda hunyambuliwa haraka zaidi kuliko vyakula vingine hivyo ni bora kula matunda dakika kumi mpaka ishirini kabla ya chakula, kwa sababu ukila baadaye matunda ugeuzwa aina fulani ya pombe fragmented food, inayoelea juu ya chakula na kubakia kitu kingine, badala ya kuingizwa haraka ndani ya damu kupitia utumbo mdogo, moyo, ini na kadhalika. Pia msento wa chakula ni muhimu kuzingatia. Kwa mfano vyakula vyenye uchachu kama matunda aina ya chungwa, mananasi na maembe yanatakiwa asiliwe pamoja na yale laini kama vile ndizi mbivu, matikiti maji, mapapai, matofaa. Hayo yanatakiwa yaliwe kivyake, maana yana mfumo tofauti wa kumeng'enywa. Jambo la pili ni unywaji maji. Kula chakula na kunywa maji ni vitu viwili tofauti, ila utawaona watu wanakula huku wakibugia maji. Unapokula huku unakunywa maji unapunguza nguvu ya chakula, unajaza tumbo maji na kuchelewesha mmeng'enyo wa chakula digestion. Na chakula kisipomeng'enywa vizuri, kinaketi tumboni. Matokeo yake wengi wetu tuna matumbo makubwa, na kama hufanye mazoezi, lile tumbo linakwenda pembeni, chini ya mbavu, hasa kwa watu wa makamo. Linaleta maradhi kama kisukari, kiungulia, kuvimbiwa, tumbo yabisi, kizunguzungu na kadhalika. Jambo la tatu ni suala la umeng'enyaji chakula huanza kusagwa mdomoni mate yako ni chanzo cha unyambuaji wa chakula unapokula bila kutafuna unasababisha mambo mawili moja chakula kutochambuliwa vizuri pili chakula kwenda kukaa tumboni tu na chakula kinapofika tumboni hukaa pale dakika ishirini. Hapo huchanganywa na asidi inayokibadilisha tayari kupelekwa kwenye utumbo mkubwa kupitia kongosho, na ule uchafu utapelekwa chini na kusafirishwa na utumbo mdogo kuelekea katika moyo. Chakula kitageuzwa damu kuelekea mwilini kufanya kazi, na akiba hubakishwa katika ini. Lakini usipotafuna vizuri na unakula huku unakunywa maji chakula hakitameng'enywa vizuri, na ndio maana unaona watu wengi sana wanakula lakini hawana afya, wanaugua ovyoovyo, wanajamba ovyoovyo, wana matumbo makubwa, wanavimbiwa, wanakaa siku nyingi bila kwenda chooni. Namba nne ni ulaji wa vyakula vya mafuta. Mafuta ni muhimu mwilini, ila ulaji wake sharti uwe na mpangilio. Wa Afrika tunapenda nyama, ni vizuri kwa sababu ina madini chuma ila mafuta yaliyo katika nyama mara nyingi si mazuri, yanaganda. Vilevile wengi wetu hupenda kula ngozi za wanyama kama vile kuku, samaki, kwa kuwa ni tamu sana, lakini ina mafuta mabaya, isipokuwa samaki, kwani samaki ana mafuta ya, ya omega 3 ambayo huusaidia mwili kuukinga na maradhi. Namba tano, mazoezi ya mwili na viungo. Mazoezi ni mfalme wa kupunguza unene lakini ukiwauliza watu wengi watakwambia tunafanya kazi ngumu, kwa hiyo tunatoka jasho, kwa hiyo hapo tunakuwa tushafanya mazoezi. Wasichokijua ni kwamba kazi na mazoezi ni vitu viwili tofauti. Na ingekuwa kazi ni mazoezi, basi kusingekuwa na wastani mfupi wa maisha kwa maskini, hasa sisi wa Afrika. Wengine watadai kwamba walipokuwa wadogo shuleni walifanya mazoezi, sasa wamekuwa watu wazima, kwamba mazoezi ni swala la vijana. Kumbe wasichokijua kadri unavyokuwa kiumri ndivyo kadri unatakiwa kufanya mazoezi na kujitazama zaidi kiafya. Mazoezi yanayosaidia ni kama kutembea, kukimbia, kuogelea, michezo ya riadha kama mpira wa miguu, nyavu, kikapu, mikono, michezo kama kupigana na kujilinda yani karate, kungfu, judo, kicking box, tai boxing, kempo, payatu na kadhalika. Ni muhimu kwa mwanadamu kufanya mazoezi makali ya viungo mara tatu au mara mbili kwa juma, na si vizuri kufanya kila siku kwa sababu misuli na mishipa inahitaji kupumzika na kukua. Lakini kama unapenda kunyanyua vyuma, inatakiwa iwe mara mbili au tatu kwa juma tu. Namba 6 kula sana chumvi si vizuri kisayansi. Vyakula vyote vina chumvi, sema tumezoea kuongeza madini yaitwayo sodium na sodium inachangia sana kufupisha maisha yetu, huifanya mishipa ya damu ichoke. Ni kama bomba lolote la maji, ukiitazama baadaye ugeuka rangi kutokana na yale maji kupita pale kila siku. Kwa sie tunaoishi nchi za joto, kula chumvi ni muhimu, ila tatizo letu, hatunywi maji ya kutosha. Mtu ukiwa una kiu, unakunywa soda au kinywaji cha sukari, hapo unaendelea kuutesa mwili kwani mishipa inayopitisha damu mwilini badala ya kusaidiwa kwa maji inawekewa kazi zaidi ya kusafisha sukari na chumvi. Na ndiyo maana vifo vingi vinatokea mapema. Jambo la saba ni kufunga. Ufungaji ninaouongelea hapa ni wa kutokula kabisa kwa saa 24, 36 hadi 48 na kuendelea Faida ya kwanza kabisa ya kufunga ni kupumzisha mwili, kama mfanyakazi yote anapokwenda likizo. Faida ya pili ya kufunga ni kusafisha mwili kutokana na uchafu ambao hubakia katika utumbo mkubwa, dawa na takataka za mazingira tunayovuta kupitia hewa, virusi au kuyanywa katika maji na vyakula mbalimbali, pia uchafu wa kihisia ya yani hasira, huzuni na kadhalika. Kitu muhimu si kufunga tu, bali namna unavyofungua. Jambo la nane ni usingaji au massage. Hii ni njia nzuri sana ya kupunguza unene ikiwa unaangalia namna unavyokula. Kusinga husaidia ngozi, mishipa ya damu, na sura nzima ya mwili na taswira yako ya mwanadamu. Kiufupi, mwanadamu unatakiwa uwe unatunza na kuangalia mwili wako kama nyumba au hekalu lako. Wengi tunaoga, tunajipaka marashi, tunasuka, tunanyoa nywele au ndevu, lakini miili yetu kiundani inaoza taratibu. Namba tisa. Vifahamu vya kula visivyonenepesha au visivyosababisha mafuta mengi. Asubuhi green tea au soya unga wake au mchaichai. Vitafunwa upate viazi vitamu vilivyochemshwa au upate maboga au ndizi za kuchemsha au mkate wa brown utakanao na ngano isiyokobolewa viazi vitamu ndio bora zaidi na vinaharakisha kupunguza mafuta uzito na unene. Mchana chakula cha aina yoyote ile isipokuwa vile vinavyosababisha mafuta ya ziada. Pata mboga za majani kwa wingi, pata tunda kabla ya mlo na si baada ya mlo. Jioni pata chakula kama inavyosemwa kwenye mlo wa mchana. Ikiwezekana jioni pata bakuli zima la mboga za majani kama utaweza, ambazo hazijapikwa zikaiva sana hadi kubadili rangi ya mboga Pika kwa muda wa dakika tatu baada ya kuwa umesha kaanga kitunguu nyanya, hakikisha rangi yake ibadiliki kiva sana, inaondoa umuhimu uliopo kwenye mboga hizo. Pata tunda kabla ya mlo pia, pata muda mzuri wa kula chakula cha jioni, na muda mzuri wa kula chakula cha jioni ni saa moja, ili mfumo wa kusaga ufanye kazi kabla ujaenda kulala. Zingatia kunywa maji ya uvuguvugu dakika kumi kabla ya ujala mlo wote kwa anayeweza pata aepo tunda dakika tano baada ya kunywa maji ya uvugu uvuguuvugu. Zikipita dakika kumi na tano baada ya epo yaani dakika kumi na tano baada ya kunywa maji ndipo upate mlo. Usinywe maji baada ya mlo, usinywe maji baridi, yanachangia kugandisha mafuta. Matokeo, ndani ya wiki mbili utaona mabadiliko makubwa katika uzito wa mwili wako, lakini kumbuka kupima uzito kabla hujaanza ujaanza zoezi Endelea kufuatilia kupima kilo upatapo nafasi, itakusaidia kugundua uzito unapungua kwa kiasi gani na kwa kipindi gani. Pamoja na somo hilo hapo, mazoezi ni muhimu sana pia. Ujazo wa sahani ni muhimu kuzingatiwa. Kama unataka kupungua, usile chakula kingi sana na usile mara kwa mara. Ikiwezekana kula mara moja au mara mbili kwa siku. Mpaka wakati mwingine. Bye bye for now.